Chia, chia, chia. <coughs> Mimi, jina langu naitwa Asya Mwadini Mohammed, ni mbunge mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo napenda kuwaambia kwa sababu mi asili yangu ni Mzanzibari, niwaambie wananchi leo tarehe kumi na saba Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mgombea wetu wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ni mwanamke pekee ambaye chama kimemteua kuwakilisha bendera tangu chama hichi kiasisiwe. Yani, tunaanza kuona historia ya kwanza kwa mwanamke shujaa kama yeye. Kwa hiyo ametuandikia historia sisi wanawake, na kwa upande wetu sisi wanawake tunajivunia sana uwepo wake na tunamuunga mkono asilimia mia moja, na mimi nikizungumza kama Mzanzibari na waambia wazanzibari wenzangu leo ana mkutano mkoa wa kusini Unguja, wananchi wajitokeze kwa wingi wakasikilize sera ambazo atazizungumza juu ya maendeleo ya taifa hili, lakini sio kujitokeza tu na wakamuunge mkono. Wamuunge mkono leo kwa kumsikiliza, lakini wamuunge mkono mpaka ifikapo tarehe 29 Oktoba na nayazungumza haya Wazanzibari, sio kwa sababu dokta Samia ni mzaliwa wa Zanzibar, asili yake ni Mzanzibari, ila dokta Samia tunakwenda kumchagua kwa kuwa ni mwanamke wa kwanza pekee aliyetuandikia historia ndani ya Chama cha Mapinduzi kupewa nafasi ya kuwa mgombea wa urais tangu chama hichi kiasisiwe. Lakini la pili, kwa sababu ya ushujaa wake, tumeona miradi mingi ambayo iliachwa na hayati Dokta Magufuli, lakini mheshimiwa Dokta Samia ameikamilisha, tena ameikamilisha kwa kipindi kidogo, na miradi imekuwa mwamwa. Leo sisi tunavyotoka Zanzibar, tukisema tunakwenda Dodoma, unatumia siku moja tu. Unapanda boti, ukishuka kwenye boti unaingia kwenye siara, saa saba saa nane umefika Dodoma. Kwa hiyo hayo ni maendeleo. Na maendeleo ni mchakato, lakini ukija kwa upande wa Zanzibar, mimi natokea mkoa wa Kaskazini Unguja. Kwenye mkoa wetu, tangu Dr. Samia alipokuja na yale mapinduzi ya sekta ya utalii, kupeperusha bendera ile ya filamu ya Royal Tour, kwetu tumeongeza mahoteli kutoka mwaka 2022 mpaka leo, tumeongeza mahoteli kama 39. Maana awali tulikuwa tuna mahoteli 255. Sasa hivi tuna mahoteli 298. Kwa hiyo ni hatua kubwa, ameshawishi wawekezaji kutoka nje ya nchi. Tukiwa sisi Wazanzibari tunajivunia pato letu kubwa la kuingizia hii nchi linatokeana kwenye sekta ya utalii. Kwa hiyo kama mahoteli yameongezeka, ajira zimeongezeka kwa vijana lakini fursa mbalimbali mbali, kupeleka vyakula kwenye mahoteli na mambo mbali ambayo yanafanyika ndani ya taifa letu. Kwa hiyo ni wasihi wananchi mjitokeze kwa wingi mkamsikilize jemadari wetu, shujaa wetu, mama mpambanaji, anaweza mpaka chenji na baki. Kwa hiyo twende tukamsikilize na tukasikilize sera zake ili aweze kutuletea maendeleo kwa pale ambapo alianza, aende akayaka tarehe ishirini na tisa. Mungu anapotuweka uhai, insha allah waende wakapige kura ya ndio kwa mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakampe maua, wakampe heshima, kwa sababu wanampa heshima mtu ambaye ametutumikia na tunaona anapambana, halali mchana wala usiku. Miradi imekamilika ya kutosha, kuna miradi mingi. Yani tunaona maendeleo, hata sisi Wazanzibari tulipata fedha za uviko zilifika mkoa wetu wa kaskazini kwenye fedha za uviko tumepata bilioni nane nukta nne ambayo tulijenga mahospitali ya wilaya ndani ya mkoa wetu. Kwa mimi nasema ni wakati twende tukamlipe fadhila hichi ambacho ametufanyia sisi wa Tanzania, lakini na hasa wa Zanzibari. Tunaona maendeleo tunayaona, kelele hakuna, amani imetawala. Mwenyezi Mungu atujalie amani hii endelee na ifikapo tarehe 29 twende tisa tukakamilishe hii dira na azma kwa upande wa Zanzibar, Dokta Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo ifikapo tarehe 29 twende tukampe kura za ndio, kwa sababu yeye peke yake hatoweza kukamilisha. Kwa Dokta Mwinyi naye ana tunamhitaji kwa kiwango kikubwa, hasa sisi Wazanzibari. Kwa hiyo tunapoenda kumpa maua Dokta Samia, lakini pia tukampe maua na Dokta Mwinyi Oktoba tarehe 29 tunaenda kutiki.